Baada ya kifo cha mama yake mzazi, maisha ya Amina yalibadilika ghafla, kana kwamba nuru ilizimwa nyumbani kwao. Nyumba ile ile aliyokulia kwa kicheko na upendo iligeuka kuwa mahali pa hofu na maumivu ya kimya kimya. Baba yake aliyekuwa nguzo yake pekee alimuoa mwanamke mwingine miezi michache baada ya msiba, akiamini anampa Amina mama wa kumfariji, lakini alikosea vibaya. Mama wa kambo Bizawadi. Alianza kuonyesha sura yake ya kweli mara tu ndoa ilipopata mizizi. Asubuhi kabla hata jua halijachomoza, Amina alikuwa tayari uwanjani, akifua, akichota maji, akipika na kusafisha kila kona ya nyumba. Kosa dogo tu lilitosha kumletea matusi mazito yaliyomchoma moyo kuliko viboko. Wewe ni mzigo, kama mama yako angekuwa hai, usingeniletea shida hii. Maneno hayo yalikuwa kama sumu iliyomiminwa kila siku masikioni mwake. Wakati watoto wa jirani walikwenda shule au kucheza, Amina alikuwa jikoni, mikono yake imejaa majivu na macho yake yamejaa machozi. Mara nyingi alilala njaa, chakula kikiwa kipo, lakini kikiwekwa mbali naye kana kwamba hastahili. Nguo zake zilichakaa, ndoto zake zikaanza kufifia taratibu. Baba yake aliona yote, lakini alinyamaza. Kila alipofungua mdomo kujaribu kumlinda binti yake, Bizawadi aligeuza hali na kuigiza huzuni, akimtishia kuondoka au kuleta ugomvi mkubwa nyumbani. Baba akiwa dhaifu wa moyo na akiogopa ndoa yake kuvunjika, alichagua ukimya. Ukimya huo ulimuumiza Amina zaidi kuliko maneno ya mama wa kambo. Usiku Amina alipolala kwenye godoro lake jembamba, alimtaja mama yake kwa machozi, akiomba angalau apate nguvu ya kuvumilia kesho. Hakuwa anajua kuwa dhuluma hiyo ilikuwa mwanzo tu wa safari ndefu ya majaribu, safari ambayo ingejaribu imani yake, moyo wake na hatima yake yote. Lakini ndani ya machozi hayo kulikuwa na mbegu ya subira ambayo siku moja ingezaa ushindi. Siku zilivyopita, chuki ya mama wa kambo haikupungua, badala yake ilianza kuchukua umbo la mpango wa siri. Bizawadi alianza kumtazama Amina si kama mtoto wa kuhurumiwa, bali kama kikwazo kikubwa kwenye malengo yake. Kila alipokaa sebuleni akitazama vyombo vya nyumbani au kusikiliza mazungumzo ya baba kuhusu ardhi na mifugo, macho yake yalimetameta kwa tamaa. Alijua mradi tu Amina yupo pale, alikuwa bado na mshirika wa mali, na hilo halikumfurahisha. Siku moja jioni, baada ya Amina kutoka kisimani akiwa amechoka, Bi Zawadi alikaa na wanawake wawili wa kijiji kwa sauti ya chini. Mazungumzo yao yalikuwa kama nyoka waliotambaa gizani. Alimtaja jina la Juma, mwanaume aliyekuwa akijulikana kwa ulevi, nguo chafu na kutangatanga ovyo karibu na pombe za kienyeji. Huyo ndiye anayemfaa, Bizawadi alisema kwa dharau, akitabasamu kwa hila. Akimchukua nitakuwa nimeondoa mzigo. Habari zilienea taratibu kama moto unaochomezwa majani makavu. Amina alianza kusikia minongono, macho ya watu yakimwangalia kwa huruma iliyochanganyika na kejeli. Hakuelewa kwa nini jina lake lilianza kuhusishwa na Juma, lakini moyoni alihisi hatari inayokuja. Alipojaribu kumuuliza mama wa kambo, alijibiwa kwa ukali, wewe ni msichana mkubwa sasa, acha ndoto za kipuuzi. Mpango huo haukuwa tu wa kumwozesha, ulikuwa wa kumtoa kabisa Amina nyumbani. Bizawadi alijua mara tu Amina atakapokuwa mke wa mtu, haki zake juu ya mali ya baba zingepotea kimya kimya, baba angeachwa chini ya ushawishi wake peke yake. Alianza kumshawishi mumewe kwa maneno laini lakini yenye sumu, akimwambia Amina anahitaji kuelekezwa na kuolewa mapema kabla hajiharibika. Baba alisitasita lakini shinikizo la maneno na hofu ya migogoro vilianza kumlemea. Wakati huo, Bizawadi alijua ameshinda hatua ya kwanza. Amina asiyejua chochote kwa uhakika aliendelea kufanya kazi zake, huku hatima yake ikiandikwa kwa siri nyuma ya pazia. Giza lilikuwa linaandaa safari yake na hakuna aliyemwambia habari za ndoa. Zilipothibitishwa, moyo wa Amina ulianza kudunda kwa hofu isiyoelezeka. Hakukuwa na sherehe ya kuulizwa wala mazungumzo ya kuelewana, ilikuwa ni amri iliyovikwa jina la uamuzi wa kifamilia. Usiku mmoja alipokusanya ujasiri wake wote, Amina alimfuata baba yake chumbani, akiwa machozi yakimtoka kimya kimya alipiga magoti mbele yake, sauti ikitetemeka: Baba tafadhali, mimi siko tayari, na huyo mwanaume simfahamu. Lakini kabla hata baba hajajibu, Bizawadi aliingia kwa hasira, macho yakiwa kama moto. Hapo ndipo kiburi chako kilipofika, alipaza sauti. Msichana wa kufanyishwa kazi kila siku unajiona nani hadi uchague mwanaume? Maneno hayo yalichoma kama kisu. Amina alijaribu kujieleza lakini kila neno lake liligeuzwa kuwa dharau na ukaidi. Baba alikaa kimya, macho yake yakikwepa kukutana na ya binti yake. Ukimya wake ulikuwa mzito kuliko matusi. Bizawadi aliendelea kumtishia, kama hutaki kuolewa basi ondoka hapa, nyumba hii si hoteli ya wasichana wakaidi. Kauli hiyo ilimvunja amina kabisa. Alijua hakuwa na pakwenda, hakuna ndugu wa karibu, hakuna rafiki wa kumchukua. Siku zilizofuata zilijaa mateso ya kisaikolojia. Kila kosa dogo lilikuwa sababu ya kumkumbusha kuwa hana thamani. Alipoonekana huzuni, aliambiwa anaigiza ili kuonewa huruma. Alipojaribu kukaa kimya, aliitwa mjeuri. Amina alijifunza kuwa hata ukilia hakuna anayesikia kilio chako ikiwa hawataki kusikia. Usiku mmoja akiwa peke yake nje, chini ya mwanga hafifu wa mwezi alikumbuka maneno ya mama yake marehemu aliyowahi kumwambia, mwanangu, hata dunia ikikunyima haki, usikate tamaa. Mungu anaona. Maneno hayo yalikuwa faraja yake pekee. Machozi yalitiririka bila sauti, yakidondoka kwenye mchanga kama siri nzito. Amina alitambua kuwa upinzani wake haukuwa na sauti yenye nguvu ya kubadili maamuzi, lakini ndani ya kimya hicho moyo wake ulianza kujiandaa kuvumilia. Hakuwa na pa kukimbilia ila mbele na mbele kulikuwa kulikuwa na na ndoa aliyoiogopa, bila kujua kuwa ndani ya hofu hiyo kulikuwa na siri ambayo ingebadilisha maisha yake milele. Siku ya harusi ilifika haraka kuliko Amina alivyotarajia, kana kwamba maisha yake yalikuwa yanakimbizwa bila ruhusa yake. Asubuhi hiyo aliamshwa mapema, si kwa furaha ya bibi harusi bali kwa amri na makelele ya mama wa kambo. Alivalishwa gauni la harusi lililochakaa kidogo, si jeupe la matumaini bali jeupe la majonzi. Uso wake ulikuwa mtulivu kwa nje, lakini ndani moyo ulikuwa unalia kimya kimya. Wanawake wa jirani walikusanyika nyumbani, wengine wakimhurumia kwa macho, wengine wakimtazama kwa dharau iliyojificha. Minong'ono ilisambaa kama upepo. Maskini, maisha yake yameisha. Mwingine akasema, kuolewa na yule mlevi, heri angekufa mapema. Maneno hayo yalikuwa kama miiba iliyochoma nafsi ya Amina, lakini alinyamaza. Alijifunza siku nyingi kuwa sauti yake haina pa kufika. Harusi ilifanyika kwa haraka, bila vicheko, bila nyimbo za shangwe. Juma alikuwepo amevaa nguo za kawaida, macho yake yakionekana mazito kama mtu aliyekata tamaa na maisha. Harufu ya pombe ilimzunguka ikithibitisha sifa alizopewa kijijini. Amina alisimama pembeni yake, mikono ikitetemeka, akijiuliza kama kweli hii ndiyo hatima aliyostahili. Mama wa kambo alikaa mbele, uso wake uking'aa kwa tabasamu la ushindi. Kila hatua ya harusi ilipokamilika, alijisikia kama mtu aliyefanikiwa kumaliza mzigo mzito. Moyoni alijisemea, kuanzia leo mali zote ni zangu. Hakumwangalia Amina kama binti, bali kama tatizo lililopatiwa suluhisho la kudumu. Baba ya Amina alikuwepo kimya, macho yake yakiwa na machozi yasiyomwagika. Alitaka kusema neno, lakini woga na lawama vilimfunga ulimi. Alimsalimia binti yake kwa haraka, kana kwamba anaogopa kuonekana dhaifu. Harusi ilipoisha, Amina aliondoka nyumbani kwao bila kugeuka nyuma. Kila hatua aliyopiga ilikuwa kama kuaga maisha yake ya zamani. Watu walitawanyika wakitikisa vichwa, wakiamini wameona mwisho wa ndoto za msichana masikini. Lakini hakuna aliyefahamu kuwa harusi hiyo ya maumivu ilikuwa mwanzo wa siri kubwa, siri ambayo ingeuvunja kabisa ukweli waliouamini. Amina alipofika kwenye makazi mapya, moyo wake ulijaa hofu na mshangao kwa wakati mmoja. Nyumba aliyoletewa haikuwa ya kutisha kama alivyodhani, lakini pia haikuwa ya faraja. Ilikuwa ndogo ya udongo na mabati, ikizungukwa na ua wa miiba uliopandwa kwa uangalifu. Ndani kulikuwa na samani chache tu: kitanda, meza ya mbao na viti viwili vya zamani. Hapo ndipo alitambua kuwa maisha yake mapya yangeanza kwa unyenyekevu mkubwa. Juma aliingia kimya kimya, akachukua ndoo ya maji na kumwonyesha mahali pa kukaa. Hakukuwa na makelele wala vitisho. Harufu ya pombe ilimzunguka, ikimkumbusha sifa huku zote mbaya alizoambiwa. Amina alikaa kwa tahadhari, akijiandaa kisaikolojia kwa matusi au vipigo. Lakini hakuna kilichotokea. Badala yake, Juma alizungumza kwa sauti ya chini, yenye heshima, "Uko salama hapa. Pumzika kwanza." Maneno hayo yalimshtua Amina. Alikuwa amezoea kelele, amri na dharau. Usiku huo Juma alimpa chakula, akamwachia chumba bila maswali. Hakumgusa wala kumtisha. Amina alilala macho wazi, akijiuliza kama hii ilikuwa ndoto au hila mpya ya maisha. Siku zilizofuata, mshangao uliendelea. Juma alikuwa mnyamavu, mara nyingi akikaa nje akitazama mbali, kana kwamba anafikiria mambo mazito. Alikunywa pombe, ndiyo, lakini hakuwahi kulewa kupita kiasi wala kuleta fujo. Alimuheshimu Amina, akimsikiliza hata alipoongea kwa sauti ya chini na ya kuogopa. Hilo halikulingana kabisa na taswira ya mlevi asiye na mwelekeo aliyochorwa kijijini. Amina alianza kushangaa mambo madogo madogo. Juma alizungumza Kiswahili kwa ufasaha wa mtu msomi, alijua kuhesabu pesa haraka, na mara nyingine alisoma vitabu vya zamani alivyohifadhi kwenye sanduku. Alipoulizwa, alitabasamu tu akibadili mada. Moyo wa Amina ulianza kuchanganyikiwa. Je, alikuwa amedanganywa? Au Juma alikuwa anavaa barakoa? Maisha mapya yalikuwa yamejaa maswali kuliko majibu. Lakini kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Amina alianza kupumua bila woga mwingi. Ndani ya nyumba ile ndogo kulikuwa na utulivu wa ajabu, utulivu uliobeba siri kubwa iliyokuwa bado haijajifunua. Kadri siku zilivyoendelea, mashaka ndani ya moyo wa Amina yalianza kuchukua sura ya maswali mazito. Juma hakubadilika kuwa mkorofi kama alivyotarajia. Badala yake, tabia zake zilianza kufunua nyufa ndogondogo za siri iliyojificha nyuma ya sifa yake ya ulevi. Mara nyingi aliondoka asubuhi mapema bila maelezo mengi, akirudi jioni akiwa amechoka, lakini mwenye utulivu wa ajabu. Safari zake zilikuwa za ghafla, zisizoeleweka, na kila mara zilimwacha Amina akitazama mlango kwa mshangao. Siku moja akiwa jikoni, Amina alimsikia Juma akiongea kwa simu kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka. Maneno aliyotumia hayakuwa ya mlevi wa kawaida, alizungumza kuhusu bei, mikataba, faida na hasara, kana kwamba alikuwa amezaliwa ndani ya ulimwengu wa biashara. Amina alisimama kimya nyuma ya pazia akisikiliza kwa mshangao. Alipomaliza simu, Juma alitabasamu kidogo, kana kwamba hakuna kilichotokea. Pia kulikuwa na wageni wa ajabu waliokuja mara chache, wanaume waliovalia vizuri, wenye magari safi na lugha ya heshima. Walifika nyumbani kwa Juma usiku au mapema alfajiri, walimwita Bwana Juma kwa heshima kubwa, wakizungumza naye kwa sauti ya chini, wakimwaga kwa adabu. Baada ya wao kuondoka, Juma angerudi kuwa yule yule mtu mnyamavu, mwenye harufu ya pombe, asiyejipendekeza. Amina alianza kuona ulevi wa Juma kama pazia linaloficha ukweli. Mara nyingi alimwona akinunua pombe kidogo tu kisha akaimimina au kuiacha bila kuimaliza. Wakati mwingine alikaa akitazama mbali, macho yake yakiwa na huzuni ya mtu aliyepitia mengi. Ndani ya sanduku lake la siri, Amina aliona hati za ardhi, vitabu vya akaunti na kadi za benki, vitu ambavyo havikulingana na maisha yao ya kawaida. Moyo wa Amina ulianza kujaa hofu na mshangao. Je, Juma alikuwa nani hasa? Kwa nini alijificha nyuma ya taswira ya mlevi? Maswali yalimsonga lakini hakuweza kuthubutu kumuuliza moja kwa moja. Alijua kulikuwa na jambo kubwa nzito lililofunikwa kwa makusudi. Usiku mmoja alipomwona Juma akirudi akiwa ametulia mno kuliko kawaida, Amina alitambua kuwa ndoa aliyolazimishwa kuingia haikuwa ya kawaida. Mwanaume aliyedhaniwa kuwa mlevi alikuwa na siri kubwa sana, siri ambayo ingeibua ukweli ulioweza kubadilisha kabisa maisha yao wote wawili. Siku ile ilianza kama kawaida, lakini ndani ya moyo wa Amina kulikuwa na msukumo usioelezeka. Juma alijiandaa mapema kuliko kawaida, akavaa shati safi, suruali nadhifu, kisha akatoka bila neno refu. Amina alihisi siku hiyo ilikuwa tofauti. Bila kufikiria sana, aliamua kumfuata kwa mbali, akijistiri kama kivuli kisicho na sauti. Safari yao ilimpeleka mjini, mbali na mitaa ya vumbi aliyoizoea. Amina aliona Juma akiingia kwenye jengo refu lenye vioo vinavyong'aa. Alibaki nje kwa hofu na mshangao, akitazama wanaume waliovalia suti wakimfungulia mlango kwa heshima. Baada ya muda, alijikusanya ujasiri na kuingia ndani. Kile alichokiona kilimshtua zaidi ya ndoto yoyote. Ndani ya jengo hilo jina la Juma lilikuwa limeandikwa kwenye bango kubwa la kampuni. Wafanyakazi walikuwa wakimzungumzia kwa heshima, wakisimama alipopita. Amina alijificha pembeni, akamwona mume wake akitoa maelekezo kwa utulivu na ujasiri wa mtu aliyezoea kuongoza. Hakukuwa na harufu ya pombe wala macho ya kulewa. Kulikuwa na akili, nguvu na mamlaka. Alipoendelea kumfuata aligundua Juma ana majengo mengine kadhaa, magari ya kifahari yaliyokuwa yakimhudumia, na mikutano na watu wakubwa wa kibiashara. Ndani ya ofisi moja, Amina aliona hati za benki zenye tarakimu kubwa kiasi cha kumzunguza kichwa. Macho yake yalijaa mshangao na maswali yasiyo na majibu. Jioni ilipokaribia, Juma alikaa ofisini na watu wachache wa karibu. Amina alimsikia akisema kwa sauti nzito, ninabaki kujificha sitaki. Tena watu wanaonizunguka kwa tamaa, si kwa ukweli. Maneno hayo yalimgonga Amina kama radi. Ndipo alipoelewa ulevi, umaskini wa kuigiza na maisha ya kawaida yalikuwa ngao ya kujilinda. Amina alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa. Ndoa aliyodhani ni adhabu ilikuwa imefungua mlango wa siri kubwa. Juma hakuwa mlevi asiye na mwelekeo, alikuwa tajiri aliyechoka na unafiki wa dunia. Siku hiyo Amina alitambua kuwa hatima yake haikuwa ile walioihukumu watu. Ukweli ulikuwa umejifungua na haukuwa tena wa kufichwa. Usiku ule ulikuwa mtulivu kuliko kawaida, upepo mwanana ulipuliza pazia taratibu na kimya kilitanda ndani ya nyumba ndogo. Amina alikuwa na mzigo mzito moyoni. Tangu siku ile ya kumfuata Juma mjini, hakuweza tena kuishi na siri aliyojua. Alipomletea Juma chakula cha jioni, mikono yake ilitetemeka kidogo. Alipokaa mbele yake, macho yao yalikutana, na Amina aliona huzuni iliyokuwa imejificha kwa muda mrefu. Najua umeniona, Juma alisema kwa sauti tulivu, kana kwamba alikuwa tayari kwa ukweli huo. Amina alishangaa, lakini hakukanusha. Kimya kirefu kilifuata, kisha Juma akavuta pumzi ndefu na kuanza kusimulia hadithi yake, hadithi iliyojaa maumivu, usaliti na maamuzi mazito. Alisema zamani alikuwa mfanyabiashara aliyefanikiwa sana. Utajiri ulipokuja kwa kasi, ndugu, marafiki na hata watu aliowaamini walimzunguka kwa tabasamu la kinafiki. Alipodhulumiwa, kuibiwa na kutishiwa, hakuna aliyesimama upande wake. Wengine walitaka mali yake, wengine walitaka jina lake. Ndipo alipojifunza somo gumu: pesa huvutia watu lakini si wote huja kwa nia safi. Kwa uchungu, Juma alisimulia jinsi alivyochoshwa na maisha ya tahadhari na hofu, akaamua kupotea machoni pa dunia, akajivika sura ya mlevi asiye na thamani. Nilitaka kujua nani angeniona kama binadamu, si kama pochi, alisema huku akimtazama Amina kwa macho ya zati. Alitaka mwanamke ambaye angempenda kwa tabia, si kwa mali. Amina alimsikiliza kwa machozi. Alitambua kuwa ndoa yao iliyopangwa kwa dhulma ilikuwa imeunganishwa na mpango wa hatima usiotarajiwa. Juma hakumchagua kwa sababu ya huruma, bali kwa sababu aliona ndani yake unyenyekevu na moyo uliovumilia mateso. Ulikuja maishani mwangu bila kujua nilichokuwa nacho, Juma aliendelea, na hilo ndilo lililonifanya nijue wewe ni wa kweli. Maneno hayo ya Usiku huo mzigo moyoni mwao ulipungua. Siri haikuwa tena ukuta kati yao, bali daraja la kuelewana. Amina alitambua kuwa nyuma ya taswira ya mlevi kulikuwa na mwanaume aliyekuwa amejeruhiwa na dunia, na sasa, kwa mara ya kwanza, alikuwa tayari kuamini tena. Habari huenda kwa kasi kuliko upepo, hasa zikibeba ukweli uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu. Siku chache baada ya ukweli kuhusu Juma kuanza kuonekana mjini Minong'ono ilifika hadi kijijini kama radi isiyo na mvua. Bizawadi, mama wa kambo wa Amina, alisikia habari hizo akiwa sokoni. Maneno tajiri mkubwa na kampuni ya mjini yalipogusa masikio yake, miguu ilimlegea ghafla. Alipouliza jina, jibu lilimchoma moyo Juma. Alikaa chini akishindwa hata kushika kikapu chake. Dunia ilionekana kuzunguka. Mwanaume aliyemchukulia kama mzigo, aliyemchagua kwa dharau ili kumwangamiza Amina, ndiye aliyekuwa tajiri aliyekuwa akitajwa kwa heshima kila kona. Ndani ya muda mfupi, majuto yalimvaa kama wingu jeusi, akaanza kujilaumu akitambua kuwa hila yake ilikuwa imejigeuza kuwa baraka kwa Amina. Bila kupoteza muda, Bizawadi alianza safari ya kwenda kwa Amina. Alipofika, alibadilisha sauti na sura Tabasamu la kujipendekeza lilitawala uso wake. Mwanangu Amina, alisema kwa sauti laini isiyozoeleka, nilikuwa na kutakia mema tu. Maneno hayo yalikuwa mazito kuliko yalivyokusudiwa, lakini Amina aliyesimama mbele yake hakuwa yule msichana aliyelia kimya. Macho yake yalikuwa na utulivu wa mtu aliyepitia moto na kutoka akiwa imara. Alimsikiliza mama wa kambo bila hasira, bila furaha, lakini kwa heshima ya mipaka Alitambua haraka mabadiliko ya ghafla hayakutokana na mapenzi bali na tamaa. Bizawadi alipoanza kuomba radhi kwa maneno yaliyokosa uzito wa kweli, amina alisimama imara. ninakusamehe kama binadamu, alisema kwa sauti ya upole lakini thabiti, lakini sitaruhusu unidharau tena. Maneno hayo yalikuwa kama kioo kilichomwonyesha Bizawadi sura yake halisi. Aliondoka akiwa ameinama, moyo wake ukiwa mzito wa majuto. Kwa mara ya kwanza alielewa kuwa mtu aliyedharau ndiye aliyeshinda. Amina alibaki amesimama akitazama mbali, akitambua kuwa heshima haiji kwa kupendekezwa, bali kwa kujitambua. Safari yake ya udhaifu ilikuwa imefikia mwisho. Sasa alikuwa mwanamke mwenye msimamo, asiyeweza tena kuchezewa na hila za zamani. Miaka ilipita na maisha ya Amina yalianza kuwa mfano wa nguvu na uvumilivu Nyumba ndogo aliyokuwa ameingia akiwa na hofu sasa ilikuwa makazi yenye furaha na amani. Amina, mwanamke aliyejifunza kuvumilia mateso ya kimya kimya, alikuwa na heshima kubwa kijijini na hata miongoni mwa wapenzi wa biashara ya Juma mjini. Tabia yake safi, moyo wake wa haki na subra vilimpa heshima ya kweli zaidi ya mali yoyote au hadhi ya kike. Juma mume wake wa dhati aliendelea kuwa chimbuko la usaidizi, upendo na heshima Hakuwahi kumtukana au kumtisha. Badala yake, alijua jinsi ya kumtetea na kumpa heshima anayostahili. Amina alijifunza kuwa mara nyingine dhuluma huenda zikiwa ni mtihani tu, na ndani ya changamoto hizo kuna njia ya kufanikisha maisha yenye maana. Kwa mara ya kwanza aliona mama wa kambo kwa hali tofauti. Bizawadi alikuja kuomba radhi, macho yake yakiwa na hofu na majuto mazito. Amina alijibu kwa utulivu: Nina kusamehe, lakini maisha yetu hayawezi kuendelea kama zamani. Sasa ni mimi na hatima yangu. Maneno haya hayakuwa ya chuki bali ya hekima na uthabiti. Alijifunza kusimama kwa haki yake bila kulazimisha hasira, bila kuharibu utu wa wengine, lakini pia bila kuruhusu kuonewa dharau tena. Kila siku Amina aliendelea kujenga maisha ya heshima, upendo na mafanikio, akitumia uzoefu wa mateso ya zamani, kama mwanga wa kuongoza wengine waliopitia dhuluma. Alijua kuwa baraka za kweli mara nyingine huja kwa sura ya mtihani, na ushindi wa dhati haungapiwa kwa sauti za kelele, bali kwa moyo thabiti uliojaribiwa na dhuluma. Funzo kuu: usimhukumu mtu kwa mwonekano wa nje. Mara nyingine baraka huja kwa sura ya mtihani. Uvumilivu, subira na moyo safi vinaweza kufungua milango ya maisha yenye heshima na furaha isiyo na kikomo. Amina aliishi maisha ambayo hayakuwa tu ya kifamilia bali pia mfano kwa kila msichana aliyekosa sauti, akionyesha kuwa hata katika dhuluma kubwa, imani na subira zinaweza kubadilisha hatima ya mtu. Ushindi wake ulikuwa ushindi wa moyo, ushindi wa hekima na ushindi wa utu wa kweli.